Unajua, kitu kimoja kinachomshusha mwanamke thamani ni kukubali kuishi na mwanaume ambaye hawajafunga ndoa. Sasa niweke hivi, familia ambayo baba na mama hawajafunga ndoa haina tofauti na kuku waliofugwa katika jumba moja. Sasa wanaume wengi wanatumia fursa hii ya kuishi na wanawake ambao hawajafunga nao ndoa, lengo ni kukwepa sheria, ambapo siku ambayo watakayoanza kukuchoka iwe kwake rahisi kukufukuza bila yeye kupata athari yoyote. Na athari itakuja kwako, kwa sababu utaleta ongezeko la single mothers mtaani, na watoto watalelewa katika mazingira magumu ambayo hawamwelewi baba yao. Kwa hiyo, mwanamke, usijishushe kiasi hicho, usikubali kuishi na mwanamke, mwanaume ambaye hamjafunga ndoa. Mwanamke, una haki ya kudai ndoa katika familia kama mwanaume hayuko tayari kwenye kufunga ndoa, msibeta ukaondoka, kwa sababu bado atakutafutia. E, yani ni sawasawa upo katika mawindo, kwamba utakapokosea kidogo tu iwe fursa ya yeye kukufukuza bila yeye kupata athari yoyote. Nadhani kwa hilo mmenielewa vizuri.